Mi nahitaji maana ya kiongozi au ufunguo alafu fanya vizuri. gozi tunaanza na ki kiongozi, maana yake kila herufi ina maana yake. Kiongozi, unapokuwa kiongozi, kubali ushauri au kushauriwa. Kubali ushauri au kushauriwa. Ai, ielewe tabia ya watu unaowatawala kama unakuwa ni mtendaji wa Mnyambe, inabidi uelewe watu wa Mnyambe wana tabia gani? watu wa Mnyambe kuna akina ninguyeje. Mm, unatujua tabia yetu watu Mnyambe. Watu wa Mnyambe, usiwe tu ni mtendaji wa Mnyambe, unatujua tabia zetu, akina Nguyeje, akina Nguenye, unatujua tabia yetu ee ai ielewe tabia ya watu unayowatawala. Watawala oh. Onyesha mfano kwa vitendo. Onyesha mpa... u... leo tuka... ni niku... kwenye mabarabara kama kakakama... ni diwani, inabidi na wewe ushike jembe, onyesha mfano kwa tu tooa. Usiwa boyaboya, hatutaki babaishaji <laughs> eni, nena kauli thabiti, nena kauli thabiti unapokuwa kiongozi. Mimi nataka ni niombe ubunge, mkinichagua ubunge nitafanya hili na hili, na tukikuchagua ubunge utekeleza, hatutaki ujinga, hatutaki ujinga. E, ni nenda kauli sabiti, ji gawa madaraka kwa watu une watawala, isiwa nikia kitu, wewe gawa madaraka, huyu kamati ya pesa, huyu amakii Kamada... nikia chini nangu, hatutaki ah, ujinga <laughs> Inakuja nini oi hapa, tofauti na oi hapa. Oi hapa nimesemaje? Oii, onyesha mfano kwa vitendo. Oi hapa, ondoa uonevu, usiwe na upendeleo. Hayu nampenda, hayu niam, hatutaki ah, hatutaki hilo. uh -huh.

inua maisha ya watu unao watawala. Kwa mfano ule, kulikuwa na mwaka rais, kulikuwa na mwaka nne, mbazi zilikuwa kilo moja ya shilingi hamsini. Toka nimpelekea majukumu rahisi, jamani, tutafutie ni sogo za mbazi